Chadema wao wameshawaambia wananchi wafuasi wao wasijiandikishe kwa sababu hakutokuwa na uchaguzi. Kwa hiyo wameanza kushindwa kabla, yani wamethubutu pamoja na mgogoro mkubwa alionao, wanajiongezea matatizo katika uchaguzi huu kwa kukosa wanachama wao kujiandikisha. Nilimsikia ndugu yangu sana wa nyumbani, tundu anasema Tundu Lissu anasema hujiandikishe iwege <coughs> so wote Nikasema, shughuli imeisha hapo. Hawa wameshakubali kushindwa, kwa hiyo wamewambia wasijiandikishe. Mimi nawaomba watanzania wote tukajiandikishe. Wamesema kwamba no reforms no elections sisi tunawaambia reforms zimeshafanyika na uchaguzi utafanyika. Nataka niseme ukweli, puuzeni propaganda hadaa kwamba eti no reform, no election. Hakuna jambo kama hilo, uchaguzi upo na nasema Tundu Lissu na wenzake wasiwadanganye Watanzania, hawana mamlaka wala uwezo wa kuzuia uchaguzi. <klik> narudia tena, Tundu Lissu na wenzake wasiwapotezee muda wanachama wao na Watanzania wanapoteza muda wao uchaguzi upo na wao hawana ubavu wala mamlaka yoyote ya kuzuia uchaguzi. Upo kwa mujibu wa sheria, ni katiba. Wabunge watakaa miaka mitano, madiwani watakaa miaka mitano, Rais atakaa miaka mitano. Ni jambo la kisheria, haliwezi likaondoshwa na chama cha Chadema. Ni kukiuka katiba, ni kukiuka sheria. Uchaguzi upo, msiwadanganye watu, mnawapotezea muda. Hamna ubavu wa kuzuia uchaguzi usifanyike.